Halo, habari. Mapenzi Midwife naongea, niko mbele zako. Leo nina ushuhuda mmoja nilitamani kushare na wewe, na ushuhuda huu unahusu mtu unayemchagua kwenda naye hospitali wakati wa kujifungua. Tunajua katika miongoni mwa maandalizi makubwa ambayo mama mjamzito anatakiwa kuyafanya ni kuchagua mtu wa karibu atakayemsindikiza siku ya kwenda kujifungua, aidha mme mama mkwe, mama, shangazi, rafiki, lakini mtu ambaye atakuwa karibu naye bega kwa bega na kumtia moyo ili mama safari yake ya uchungu iende vizuri. Lakini nilikutana na kisa kimoja ambacho nimetamani sana kushare na nyinyi, ili tunapochagua watu wa kwenda nao hospitali tuwe makini. Kuna mama mmoja alinipigia simu Akaniambia, midwife, nimependa huduma yako, naomba uje unihudumie, niko hospitali fulani. Kweli bahati nzuri sikuwa na mama mjamzito siku hiyo na ratiba yangu haikuwa imebana, nikawa nimeenda, na hakuwa hakuwa mteja wangu, yani sikuwa naye na mazungumzo, ni mtu tu ambaye ameniona mtandaoni, akanifuatilia, akanitafuta siku ya uchungu, nikaenda kweli kumhudumia yule mama, ilikuwa mida ya saa mbili. Nikafika pale Ilikuwa ni mimba yake ya kwanza. Alikuwa na mama, ah, siwezi kusema ni mama mkwe au mama mzazi, lakini alikuwa ni mama. Basi afu, mimi nikiona mtu ana mama, huwa anafurahi sana, kwa sababu anaona, ah, kazi yangu itakuwa rahisi, kwa sababu kuna baadhi ya wamama wanatoa ushirikiano kweli, anakuambia bana, jikaze si nini, mwenzako anakuhudumia vizuri, yani unakuta kazi yako inakuwa nyepesi. basi nikawa nimempima njia yule mama, ilikuwa ndio imeanza kufunguka, ilikuwa kama sentimita tatu na njia kufunguka mpaka mama kujifungua ni sentimita kumi. Nikasema huyu kwa sababu ni mimba ya kwanza, nitaenda naye taratibu, lakini yeye alikuwa na juhudi kweli, yaani anasema mimi ndio wa tamani nijifungue kawaida, yaani nataka nijifungue kawaida mtoto wangu wa kwanza. Nikamwambia sawa basi tukaanza kufanya mazoezi na yule mama, na yule dada tukafanya mazoezi tukapanda ngazi tukatembea, ana juhudi kweli, asema mimi asubuhi haifiki lazima nijifungue, si lili. Nikawaambia sawa, lakini tumuombe Mungu kwa sababu mimba ya kwanza muda mwingine huwa uchungu unachukua muda mrefu kidogo. Basi tukaenda ikafika mida ya saa nane, nikamwambia pumzika, huku nikiendelea kumpima mapigo ya mtoto. Mapigo ya mtoto nasikia anaendelea vizuri, mama mwenyewe nampima afya yake naona yuko vizuri, uchungu unaendelea vizuri, nikasema apumzike. Kwa sababu mimi huwa sipendi kupima njia mara kwa mara, kwa sababu kikawaida, unatakiwa kila baada ya masaa manne mama umpime njia, ili kuangalia njia imeongezeka kiasi gani. Lakini mimi huwa nasemaje, yani kama uchungu unaenda vizuri, hali ya mama ni nzuri, mtoto ya mama, mama unaweza ukamuongezea mama muda, kwa sababu hata ile kupima njia inauma sana wamama, ambao wamewahi kujifungua watakuwa wanalijua hilo na wanalishuhudia kupima njia mara kwa mara inauma sana. Kwa hiyo nikasema hapana, nikiona baadhi ya dalili fulani najua kabisa hapa uchungu mama anaelekea kwenye hatua fulani, nikiona kuna shida nikiona kuna kuna mama kuna changamoto nitajua. nikasema huyu kama hata sikia hali ya kujifungua usiku, nitampima asubuhi basi kwa sababu uchungu pia ulikuwa umeanza kazana kazana kidogo, akawa hawezi kulala kilala hawezi, na ile mama yetu yupo pale ndani. Basi ikafika muda mida ya saa kumi na mbili, akawa ananiambia mbona nasikia maumivu sana. Nikampima njia, nikakuta njia imefunguka sentimita tisa. Ah, nikamwambia ongela, yani njia hapa ilipofunguka imefunguka sana, yani muda wote unaweza kusikia hali ya kwenda haja kubwa, yani mtoto anaanza kusukuma kutafuta njia kutoka. Akaniambia, eh unanitia moyo. Nikamwambia hapana, sikutii moyo, ila ni kweli. Basi akaniambia tufanye sasa mazoezi ili nijifungue, yani hata ikifika hata saa tatu, saa mbili, watu akija. Nikamwambia mbona hata masaa mawili hutachukua tutakuwa tumejifungua kweli. Tukaendelea kufanya mazoezi, akaniambia mbona sikia kama kujisaidia sisi nini, tukashuka kule Leba chumba cha kujifungulia, maana alikuwa amefikia chumba cha private cha juu kidogo, na pale leba tuka shuka, tuka leba tukashuka tukaenda kule leba, mama aka akaanza kusikia hali ya kwenda hali ya kusukuma hali ya kutoa mtoto, nikawa namsaidia pale, nikamwambia, kwa sababu sijaanza kuona baadhi ya dalili ambazo mkunga akiziona anajua hapa mtoto anatoka au bado kidogo. Nikamwambia kwa wewe usichoke, usiende, usianze kusukuma mapema ukachoka. Lalia ubavu. Kweli dada alikuwa msikivu na alikuwa yani ni, ni, ni, ni, ni, ni mteja ambaye alikuwa na ushirikiano. Akalala ubavu, kunaendelea kummasaji mgongo, huku tumeweka nyimbo zetu za dini, tunamtukuza Mungu, tunasubiri mtoto wetu aje duniani. Kweli wakati ukafika dada yule akaanza kusukuma mtoto, kusukuma mtoto. Kila akisukuma mtoto, mtoto hasogei. Nikaangalia nikasema, mbona mmboa at, atra sound ya mwisho naonyesha huyu mtoto ni kilo mbili pointi tisa, inakuwaje ashindwe kupita kwenye hii nyonga? Kwa sababu kama ni mkunga mtaalamu, unapompima mama, unaweza kugundua kabisa hii nyonga ya mama inaweza kupitisha mtoto au haiwezi, au kulingana na mtoto aliyembeba huyu mama tumboni, hapa hawezi kupita, hata kama mama ana nyonga nzuri basi nikawa nimesema nime, nime mbona mama nilimempima zaidi ya mara moja, nyonga yake iko vizuri, alafu njia yake ilikuwa inaenda vizuri tu nafunguka, mbona hana shida yoyote. Nikawa ana, jaribu kufanya uchunguzi kuangalia, je, labda mtoto ana kitovu kiko shingoni kinamfanya asisogee, au kuna shida gani? Basi nikawa nampima nikamwangalia mtoto hana shida. Nikasema labda kuna zile changamoto wakati wa kutoa mtoto huwa zinatokea. Nikaanza kufanya hapo manuva mbalimbali, ili mbali kumsaidia yule mama kama kuna shida yoyote, lakini mtoto hakutoka. Nikasema kabla huyu mama sijampeleka operation, na alikuwa anatamani sana kujifungua kawaida, ngoja nimsaidie kum kumtolea, yani kumsaidia kumzalisha kwa kutumia vifaa maalum kwa sababu kuna vifaa maalum ambavyo vinatumika pia kwa ajili ya kumsaidia mama, aidha kumvuta mtoto ili aweze kutoka. Nikawa nimeenda kule ni, nilikokuwa nimeacha chumbani, kule chumbani tulikuwa tupo kwa tumefikia, ndio niko nilikuwa nimeacha begi langu na kile kifaa nilikuwa nimetembea nacho, nikasema ngoja nikachukue kile kifaa sasa. Akili yangu inaniambia wahi, ukaokoe maisha ya yule mtoto yule mtoto amekwama hapo. Kwa nini? kuna shida gani? Lakini mtoto tukimpima mapigo yake yako vizuri, hana shida. Uchungu mama unakuja, mtoto asogei. Nikaenda nika, sasa kwa ile haraka na kukimbia, na nafikiri wakunga watakuwa ananielewa hiki ninachokiongea, au wataalamu wa afya ambao wanahusika na, na mambo ya mama na mtoto watakuwa naelewa, yani pale unapoona mtoto hatoki afu ni wakati wa mtoto kutoka inakuwa ni changamoto yani, kuna hali fulani unaipitia isiyokuwa ya kawaida. Basi nikaenda sikugonga mlango wala nini, kwa sababu kule alikuwa amebaki yule mama. Nilipofungua mlango kwa ghafla, mi nasema tu ni Mungu aliruhusu yule mama asifunge mlango, kwa sababu kwa kitu kwa kitendo alichokuwa nakifanya, uwezekano wa kufunga mlango alikuwa nao. Nikafungua mlango ghafla pa bila kufungua mlango, nikamkuta yule mama ambaye amemsindikiza yule dada, ametandika kama nguo hapo chini, amewasha mshumaa mitatu, ameweka kitu kama ki kisosi kisosi, kuna vile visosi ambavyo tunaweka vikombe vya chai, kaweka kikopo kina maji, halafu kapiga magoti kama ana ana ana ana ana sali. Mm, yaani wazo likanijia, yani ikasikia yani ndani mwangu kwamba hiki kitu sio cha kawaida. Kwanza mwenyewe nilipoingia kwa nguvu akashtuka nikaambia mama, huko sawa? Niko sawa mwanangu. Eh, yaani kama anatabasamu hawezi kutabasamu. Nikamwambia unafanya nini? Akaniambia huku ninasali, si unajua mwanangu yuko huko, sijajua naendeleaje. Yaani huku nafungua begi langu kutafuta kile kifaa. Nikamwambia ni ibada gani hii mama unaifanya? Mbona siielewi? Eh? Najua kuna ibada za Kikristo, kuna ibada za Kiislamu. Yaani hizo ni ibada ambazo mtu ukimwona ana anaabudu ana, ana au anasujudu utaelewa, lakini na mishumaa na makopo na maji na visosi vikanitia wasiwasi. Nikamwambia wasi, mama, kuna shida gani? Naomba uniambie. Akaambia nisamehe mwanangu, si yani anaongea maneno. Hayatoki ndani mwangu, nikasikia ujasiri mkubwa. Nikamwambia mama, sijui hata hayo maneno alitoka wapi, nahisi ni Mungu tu. Nikamwambia mama usiruhusu mabaya yatokee mikononi mwangu. Nikatoka, yaani wazo likaniambia we ondoka, kamsaidie yule mtu. Mama, nimefika kule leba, ile nimefika tu, yule mama alijifungua bila hata mimi kumsaidia kumshika, kwa sababu nimefika pale nataf... ndo natafuta mipira nivae, yule dada akasukuma mtoto akatoka mtoto mzima Nikashangaa nikasema, eh, asante Mungu, mtoto akatoka vizuri, akalia vizuri. Yule dada mwenyewe anamtukuza Mungu, asante Mungu umenisaidia, asante Mungu umenisaidia. Nikamsaidia, nikamkata kitovu, nikakiweka, nikamweka mtoto vizuri na mama nikamweka, akaanza kunionyesha. Nikapanda kule juu, moyo ukaniambia nikaongea na yule mama, kulikuwa na kitu gani kweli. Nikafika nikamwambia, mama, ongela umepata mtoto pata mwijukuu. Akasema hey, kweli asante sana, hakika wewe umefanya kazi kubwa, sijui nikamwambia, lakini mama, niweke wazi mazingira niliyokuta nayo humu, mimi sijayaelewa. Akaniambia, nisamehe mwanangu, sijui nini, mi sikutaka huyu mtoto atokee kwa sasa hivi, sijui nini ah! <laughs> wewe, nikasema mama, unasemaje? Kwa hiyo tulikuwa tunahangaika kule leba, ndo ulikuwa unafanya hiki kitu? Akaniambia nisamee. Nikamwambia mimi nimekusamee lakini, usije ukafanya hichi kitu tena na usije ukaruhusu kitu hiki kitokee mikononi mwa watu wengine. Sikutaka kumchimba zaidi kwa nini hakutaka yule mtoto atokee wala nini, kwa sababu mimi tayari, mama alikuwa ameshajifungua mtoto, yuko vizuri. Nikamwambia lakini katika ulimwengu usifurahi kumtendea mtu baya ambalo wewe mwenyewe ungetendea, ungeumia, unge, unge, hata kama we mtu ukumpenda, ni bora usinge msindikiza hata hospitali wewe. Kwa nini nimesema hii na nimetoa ushuhuda? Katika maisha yetu wanadamu ni wazuri, tukiwa tunawaona usoni tunacheka nao, lakini ndani ya mioyo ya watu wamebeba mambo mengi mengi mengi sana, yawe mazuri au ya mabaya. Kwa hiyo kuwa makini sana katika safari yako ya ujauzito katika safari yako ya kwenda kujifungua. Na kama unaamini Mungu yupo katika ulimwengu huu na unamwabudu, jua kwamba shetani pia yupo, hajafa bado, anatenda kazi. Kwa hiyo jiombee, waombee watu wanaokuhudumia, lakini chagua mtu ambaye hata akifika leba atakutia moyo, atakuombea. Hata kama atakuwa nje ya chumba cha leba, atakuwa analia mbele za Mungu kwa ajili yako. Hata kama sio kulia machozi ya, ya mwilini, ndani ya roho yake atakuwa anaugua na kukuombea, kwa sababu sio kweli kwamba kila kifo kinachotokea wakati wa kujifungua au Mtoto anakufa ni, ni, ni, ni matatizo na changamoto ya kitabibu. Mengine ni nguvu za giza zinatenda kazi. Mungu akusaidia akupe hekima na kutakia maisha mema na safari njema ya uzazi. Amina.